Kabla ya kukamatwa kwake Maduro amekuwa akishutumiwa na serikali ya Marekani kwa kuongoza biashara haramu ya kusafirisha na kuuza dawa za kulevya nchini Marekani kwa muda mrefu, madai ambayo amekuwa akikanusha. Wakati Maduro akitarajiwa kufikishwa mahakamani, Rais Donald Trump amemwonya kiongozi wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez kwamba atalipa gharama kubwa iwapo atatenda kinyume na matakwa ya Marekani. Kiongozi huyo mpya wa mpia, Venezuela amesema yupo tayari kushirikiana na serikali ya Trump ambapo amemtaka kiongozi huyo wa Marekani kushirikiana naye kwa heshima. Trump akiwa safarini akirejea jijini Washington DC, amesisitiza kuwa Marekani kwa sasa inasimamia Venezuela, hasa ikilenga kudhibiti sekta muhimu ya mafuta nchini humo ambako kampuni za nchi yake zitakwenda kuwekeza. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani haipo kwenye vita na Venezuela lakini inapambana na wauzaji na wasambazaji wa dawa za kulevya.